Watu wengi hawajui kuwa Yesu alifundisha mambo ya kina ya kiroho ambayo yalikuwa siri kwa wengi. Moja ya mafundisho haya ni kuhusu Pineal Gland, sehemu ndogo ndani ya ubongo ambayo mara nyingi huitwa jicho la ndani au jicho la kiroho. Katika Biblia, Yesu alisema, taa ya mwili ni jicho, basi jicho lako likiwa safi Mwili wako wote utakuwa na nuru. Mathayo 6:22. Maneno haya yana maana ya kina. Yesu alimaanisha kuwa ili tuweze kuona na kuelewa mambo ya kiroho, lazima mioyo na akili zetu ziwe wazi kwa nuru ya Mungu. Pineal Gland inahusishwa na kuona kiroho, kutambua ukweli na kupata ufunuo wa ndani. Siri hii imefichwa kwa muda mrefu, lakini sasa ni wakati wa kuamka kiroho na kutambua uhalisia wa nguvu ya Mungu ndani yetu. Usikose kufuatilia sehemu ya pili, subscribe, like na kushare.